Bwana, hii ni mubashara kabisa kutoka pale visiwani Zanzibar, kuelekea mchezo wa nusu fainali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika, mnyama Simba akiwakaribisha Stellenbosch kutoka pale nchini ya Afrika ya Kusini. Na hiki hapa ni kikosi cha Simba Sports ambacho kinakwenda kuanza siku hii ya leo katika mchezo mwingine muhimu, mchezo mwingine wa kihistoria kwa Simba Sports, huku tukienda na kauli mbiu hatuishi hapa, hapa hatuishi, tunakwenda mpaka, uh, fainali, lakini pia winning team never change. Yaani kile kikosi cha ushindi hakibadilikibadiliki badiliki. Kwa hiyo kikosi cha Simba ambacho kitakwenda kuanza siku hii ya leo hakitakuwa na mabadiliko makubwa, lakini pia mfumo wa kocha Fadru Davidizi ambao anakwenda kuanzisha siku hii ya leo ni mfumo ule ule ambao huwa anautumia katika michezo kadha wa kadha iliyopita. Mfumo pendwa wa kocha Fadru ni 4231 yaani mabeki wa nne, viungo wawili, lakini viungo wa shambuliaji watatu huku mshambuliaji wa mwisho mmoja, na katika mfumo huo, golini kama kawaida ataendelea kusalia Pimpin Kamara, Pimpin Kamara katika milingoti mitatu, ambaye ataendelea kubakia hapo kutokana eh, na ubora tangu ajiunge na kikosi cha Simba, huku mchezo uliopita wa robo final akiwa na historia, akiwa na rekodi ya kucheza mikwaju miwili ya penati dhidi ya National Almasri. Lakini pia upande wa mabeki, mabeki wa pembeni ni mabeki wa timu ya taifa ya Tanzania Shomari Salum Kapombe mbavu ya kulia, mbavu ya kushoto ni Mohamed Hussein Shabarara. Lakini kwa upande wa mabeki wa katikati, beki a, raia wa Cameroon Chamu Karibu atakwenda sambamba na beki wa timu ya taifa ya Tanzania huyu ni Abdrazak Hamza. Lakini pia kwa upande wa viungo wawili katika mfumo wa 4231 ni wale viungo wawili, ni mchezaji raia wa DRC Congo Fabrice Rwamba Ngoma katika eneo hilo la kiungo, akicheza sambamba kabisa na mchezaji eh, wa timu ya taifa ya Tanzania huyu ni Yusufu ali Kagoma ambaye anaweza kukaba na baada ya kukaba na kuchukua mali anajua uhapi kwa kuipeleka wale viungo watatu. Washambuliaji itaongozwa na Jean Charles Ahoua, raia wa, wa Ivory Coast katika eneo la ubunifu yani na namba kumi, na la namba kumi akibadilishana na Elie Mpanzu Kibi Sawala ambaye yeye atakula mbavu mmoja huyu ni Volcano raia wa, wa DRC Congo lakini mbavu nyingine atakula mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania huyu ni Kibu Denis si Prosper, huku nafasi ya mshambuliaji wa mwisho huyu ni Lionel Ateba, yeye pia ataendelea kusalia e, katika eneo hilo la mshambuliaji wa mwisho, mara tu baada ya kufanya vizuri sana katika michezo mingi iliyopita. Huku mchezo uliopita hule alipiga chuma ya kusawazisha ikawa mbili mbili dhidi e, ya National Almasri na kuipeleka Simba katika hatua ya mikwaju ya penati, na katika mikwaju ya penati Simba anafanikiwa kushinda mikwaju ya penati minne kwa mmoja. Tuendekea maoni yako katika sehemu ya, ya commenti, unafikiri siku hii ya leo Simba anakwenda kupata